with the theme a dollar crisis the best way to go and the quality insights were drawn from the deliberations of that conference where most of them were implemented to address the particular issues and to solve the dollar shortage problem in, in our country Benki Kuu ya Tanzania BOT, imewashauri watumishi wa taasisi za kibenki nchini kuangalia mahitaji ya soko, ili kutumia fursa zilizopo kujipatia kipato baada ya kustaafu katika utumishi. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba ametoa nasaha hiyo jijini Mwanza wakati akifungua mkutano wa kitaaluma ulioshirikisha nchi nane kutoka Afrika Mashariki na kusini mwa Afrika. Na sisi kama Benki Kuu ambao ndio wasimamizi na wamiliki wa chuo hiki cha Benki Kuu hapa Mwanza, tumekuja pamoja na wadau wengine kutoka mataifa tofauti ya Afrika especially kutoka EAC na SADC, kwa ajili ya majadiliano ya kuangalia namna gani sera za kitaaluma zinavyoweza zikajumuisha masuala ya kustafu na kuwezesha wanaohitimu kwenye sekta uh, mbalimbali wakafanye kazi kwa uadilifu kwa kujituma kwa bidii na kwa mazingira ambayo yanaendana na mahitaji ya soko. Kwa hiyo katika majadiliano hapa leo, tumefungua mkutano huu ambao utakuwa ni wa siku mbili, lakini katika siku zote watakuwa na mada zinazoonyesha uzoefu wa watu katika utendakazi, ili wanapojiandaa kustaafu waweze kujiandaa salama, lakini waendelee kuwa waadilifu kufanya kazi kwa kujituma na kuhakikisha kwamba watakapostafu wasiji wakabweteka na kukosa kazi za kufanya. Kwa hiyo katika majadiliano, kwa sababu tutakuwa na washiriki kutoka nchi karibu nane za EAC pamoja na SADC, watashare uzoefu, ili baadaye wataalam sasa watachukua yale mambo mazuri, ili wayaingize kwenye sera zao za kiutendaji kazi, ili wataalamu wa masuala ya rasilimali watu wajumuishe sera na mikakati mbalimbali itakayowezesha watumishi wanapofanya kazi wajiandae kwa ajili ya kustaafu, wakati huo wakiendelea kufanya kazi kwa uadilifu bila kuathiri ma, yale malengo ya kuwepo kwa taasisi zao. Kwa ni mkutano wa kitaaluma ambao unaleta mawazo chanya na mitazamo na uzoefu kutoka mataifa mbalimbali ili watendaji sasa hasa wa upande wa rasilimali watu na uongozi katika ngazi ya uandaji wa sera waweze kujumuisha maoni hayo kwenye kutengeneza sera nzuri zitakazofanya taasisi zetu ziendelee kuwa imara, ziendelee kuwa zinafanya kazi kwa kuzingatia mabadiliko ya kisera na kuwa na maono ya mbali, ili hatimaye taasisi pamoja na changamoto za kidunia zilizopo zisiathirike kwa sababu tu ya changamoto za watumishi bali ziendelee kuwa imara, kwa sababu mambo yote ya kidunia na changamoto hizo zitakuwa zimejumuishwa na kutafutiwa ufumbuzi kupitia sera madhubuti za kufanya kazi vizuri katika taasisi husika. Tutuba amesema kupitia mkutano huo, wadau wa kibenki nchini watapata elimu kupati, na baadaye kupatikana sera itakayoingizwa kwenye mitaala ya elimu ya fedha ili kuwaandaa wastaafu wa, wa baadaye. Ndio maana kwa mfano tunaongea kuna swala la Uh, human resource planning kwayo ni swala la mkakati wa kawaida. Kila taasisi inakuwa na uendelevu wa watumishi wake, afahamu ni lini wataajiriwa, lini watastafu, ili anapoanza kudesign program zake, wale wanaoingia kazini awafahamishe kwamba mmeajiriwa, lakini ipo siku mtastafu. Kwa hapo watakuwa na uwezekano wa kufanya kazi kwa bidii bila kuwa na hofu na kuendelea kujipanga ili hata atakapostafu wasiwe na changamoto za kimaisha. Ndio maana pia wameita a, kwenye idadi ya baadhi ya, ya watu watakaotoa wa mada ni wataalamu waliofanya kazi kwenye utumishi wa umma na kwenye sekta ya fedha wakastaafu, lakini wengine ni waajiri. Kwa hiyo wote watapata uzoefu kutoka ndani ya nchi, badae, hapa, ya nchi na nje ya nchi, ili baadaye yale watakaoyatoa hapa yawasaidie watu wetu wa chuo cha benki kuu hapa Mwanza kuyaingiza kwenye mitaala ili itumike kufundisha waajiri lakini kufundisha pia waajiriwa watakapoingia kwenye soko, wakiyazingatia naamini watafanya kazi vizuri, na nchi yetu itaendelea kuwa nzuri na chuo kitaendelea kuwa na mitaala bora inayoendana na mahitaji ya soko. Kutokana na mikakati hiyo, mkuu wa chuo cha Benki Kuu ya Tanzania, Dr. Nikasiabu, amewataka watumishi wa taasisi za kibenki kuwa waaminifu ili kuepuka tuhuma wakati wa uzee. Kongamano hilo linalofanyika kwa siku mbili, litakapokamilika lita, linatarajia kutoka na maazimio ya pamoja yatakayosaidia katika utengenezwaji wa sera zitakazoingizwa kwenye mitaala ya elimu ya fedha. Chuo cha Benki Kuu ni chuo ambacho kimebobea kwenye mambo mbalimbali kiachana na mambo ya fedha, lakini pia kinafundisha mambo ya utawala, mambo ya ufanyaji kazi kwa, kwa, kwa, kwa, kwa weledi na mambo mbalimbali mbali. Tuna wageni kutoka Botswana, tuna wageni kutoka Marawi, tuna wageni kutoka Zambia, tuna wageni kutoka Ghana, tuna wageni kutoka Burundi, tuna wageni kutoka DRC na wageni mbalimbali wanaingiaga. Na wiki ijayo pia tuna mafunzo na wageni kutoka Uganda, Benki Kuu ya Uganda. Kwa sisi tuna wataalamu ambao wamebobea kwenye maeneo hayo, wataalamu walioko ndani ya Benki Kuu, lakini pia tunatumia wataalamu kutoka nje ya nchi kwa ajili ya kuweza kutoa mafunzo yenye weredi na ubora zaidi. Sasa tukishafanya mafunzo kama haya, tunaangalia tutakapokuwa tunajadili mjadala tutakavyokuwa unajikita tunaangalia ni namna gani tunaweza tukaboresha mitaala yetu tunavyofundisha. Kwa saizi haya mafunzo ya kujiandaa kustafu, kustafu ni sehemu ya, ya, ya, ya program tunazofundisha sasa. Mjadala kama huu wa leo utakaoanza utaweza kutupatia sasa mambo mbalimbali ambayo yatatusaidia kuweza kuboresha mitaala yetu, ili iweze kuendana na mahitaji ya soko. Kama unavyoona, tunao wahudhuriaji wa, wa, wa, wa, wa kongamano hili kutoka nje ya nchi. Sasa wanaleta uzoefu wao. Sasa ule uzoefu watakapokuwa naongea, tunauandaa vizuri, tunaupokea na kuandaa vizuri kwa ajili ya kufundisha. Wa, wa, kwenda kuwahudhuria mafunzo yetu walioko ndani lakini walioko nje ya nchi. Sasa utakuta mitaala yetu ina, ina, ina imeboreshwa, inaangalia soko la ndani lakini pia soko la nje. Hii ni Tanzania Habari.